Katibu. Taarifa ya Spika. Mheshimiwa Bunge, taarifa ya Spika. Mheshimiwa Bunge, jana tarehe 7 Mei 2025, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alitangaza kifo cha aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu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 ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu mkubwa kwa taifa letu. Aidha, alitangaza siku saba za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti kuanzia tarehe saba mpaka tarehe 13 Mei 2025. Alieleza pia taarifa zaidi kuhusu msiba huu zitaendelea kutolewa na serikali. Waheshimiwa wabunge, Hayati Mheshimiwa Cleopa David Msuya ameitumikia nchi yetu katika nafasi mbalimbali mbali, ambapo amekuwa katibu mkuu wa wizara kadhaa ikiwemo wizara ya fedha. Pia amekuwa mbunge wa Mwanga na waziri katika wizara kadhaa ikiwemo wizara ya fedha na wizara ya viwanda. Aidha, amekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa wabunge, kwa niaba yenu nyote natoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu mkubwa kwa taifa letu. Kwa heshima ya mpendwa wetu, naomba sasa tusimame kwa dakika moja ili kumkumbuka na kuomba Mwenyezi Mungu ampokee na mpumzishe kwa amani. Bwana alitoa na Bwana ametoa jina lake libarikiwe. Amen. Asante.